Zinduzi wa msimu wa upuliziaji na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na kituo cha utafiti wa kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele. Kila mwaka zao la korosho linahitaji kupogolewa, yaani kupunguziwa matawi yasiyo na tija, kupaliliwa na kutifuliwa ili kusaidia maji ya mvua kupenya ardhini na kuwezesha mmea kukua na kutengeneza chakula chake kuelekea uzalishaji. Usafi wa shamba ni muhimu katika kilimo cha zao la korosho kwani husaidia kuondoa mazalia ya wadudu na magonjwa ya mikorosho wakati mkorosho unapoanza kuzaa. Mara baada ya palizi na utibuaji wa ardhi, jambo lingine la muhimu katika kilimo cha korosho ni upuliziaji wa viuatilifu kwenye mikorosho. Lengo la kufanya hivyo ni kutibu, kudhibiti na kukinga mkorosho dhidi ya wadudu wasumbufu na magonjwa yanayoweza kuathiri uzalishaji wa korosho. Tayari kituo cha Naliendele chenye jukumu la kutafiti changamoto za magonjwa na visumbufu vya zao la korosho imeanza kuwafundisha wakulima wa zao hilo ili kukabiliana na visumbufu vya mikorosho. Mojawapo ya changamoto ambazo wakulima wa korosho wanazipata kwenye kilimo hicho ni magonjwa na wadudu haribifu. Na changamoto hizo, bahati nzuri e, TARI kupitia kituo chake cha Naliendele imeshazipatia majibu na moja ya njia za kuweza kupambana na hizi changamoto au kuzitatua ni kutumia viuatilifu lakini viuatilifu iwe ni sasa napo na sahali imezidi kuwa e, e, ngumu. Ila tunashauri ni vyema kutumia njia za kupanda mbegu bora, inaweza kuhimili magonjwa na dudu haribifu, lakini pia kutumia njia za asili, kwa maana ya matunzo tu ya shambani, mfano palizi kwa wakati, kupogolea matawi, njia zile ambazo ukitunza mikorosho yako vizuri, itawafanya hata wadudu haribifu wasiingie shambani kwako au wasipende kuishi shambani kwako au kuharibu mazao yako, lakini pia itasababisha hata magonjwa yale ambayo yanasababishwa na mikorosho kukosa mwanga wa kutosha na kusongamana, kusababisha labda e, kusambaa kwa ule ugonjwa vimelea, isitokee. Sasa inapofika ile na habari ya, ya kutumia viuatilifu, sisi tunasema mkulima awe na matumizi sahihi na salama ya viuatilifu matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, maana yake nini? Kwanza ni kwenye matumizi sahihi, ni pale ambapo mkulima anatumia kiuatilifu fulani kwa kutatua tatizo ambalo linahusu kutatuliwa na kiuatilifu kile. Usitumie kiuatilifu ambacho hakilengi kutatua tatizo lililokusudiwa na nasema hivyo kwa sababu bado tumepata pia e, mawazo mbalimbali mbali kwa ukulima, hata tumeona pia wakati mwingine wana wana waa wana wanakosa hilo e, kulitumia vizuri, matokeo unapata matokeo sio mazuri. Anaweza mkulima kasema kiwatilifu cha aina fulani si kizuri, alitumia kiwatilifu akikutoa matokeo mazuri, mtu anaweza kusema labda ni kiwatilifu feki, si, vitu vingi tu lakini ukiangalia kwa undani unakuta nawezekana kiuatilifu ni sahihi kabisa, kiko vizuri, hakina kasoro ya ubora, kina ubora unastahili. Sasa pengine mkulima hakutumia kwa kusudi la kutatua tatizo lile lengo kwa ajili ya kiuatilifu kile. Na ili tuweze kuelewa vizuri ile swala la matumizi sahihi ya viuatilifu sahi tu, tuende kwenye maisha ya kawaida kama binadamu tunaumwa unaweza kuumwa ugonjwa fulani. Tuchukulie mfano ambao ugonjwa ni unafahamika sana mara nyingi na una, uko sana unasumbua wananchi wengi wa Tanzania, ni ugonjwa malaria. Sasa lakini kuna magonjwa zaidi ya malaria, kuna shida zingine labda za, za, za, za, za maambukizi ya wadudu, mfano kama minyoo na uko ni shida inasumbua watu, lakini inawezekana pia magonjwa mengine labda kama kipindupindu yapo. Sasa ikitokea mtu anaumwa malaria kwa vyovyote vile hospitalini atapewa dawa ya malaria. Sasa akitokea bahati mbaya dawa ilizopewa za malaria akanywa visivyo, ina maana atakuwa hajatumia matumizi sahihi ya kile, ile dawa, ni kwamba aidha amezidisha kipimo au amepunguza kama atakuwa ameambiwa anywe vidonge vitatu yeye akanywa vidonge viwili au kimoja, huyu atakuwa amejana, yani dozi yake ni ndogo. Endapo sasa atakunywa zaidi ya pale, maana yake dozi ni kubwa. Yote hii ni madhara kwake, na yote inaweza sitatua ile tatizo leo fikiria, badala ika mzuri zaidi pengine, au ile tatizo lisiishe, ni kwamba ametumia kiwango kidogo cha ile dawa ugonjwa ule utaisha, au wametumia kiwango kingi zaidi, anaweza kuzurika afya yake mwenyewe, kwa sababu itamzuru ile dawa. Lakini hili linafananaje sana mambo ya viuatilifu. Inawezekana sasa, kiuatilifu ni kizuri kabisa, kama ilivyo dawa nzuri ya malaria, lakini sasa mkulima akatumia kiuatilifu kile kiasi kidogo. Umeambiwa labda changanya mililita labda tano kwa mfano kwenye lita moja ya maji wewe unachanganya mililita moja au mbili huyu mtu aina hiyo, mkulima aina hiyo ame amechukua dozi ndogo ya kutibu ile tatizo. Sasa ikitokea sana mbali nyingine, akaamua sasa akachukua zaidi ya pale, huyu ni sawa na binadamu alikunywa vidonge vingi vya malaria, itamzuru yeye binadamu. Lakini sasa kwa mkoroso utazulika mkoroso, ndio yeye anasema nilipulizia kiuatilifu lakini nikakuta maua imeungua moja nimeungua, ni kwa sababu pengine dozi ni kubwa kuliko ilikusudiwa. Kwa hiyo haya yote ni mambo ambayo tunasema yanaweza sieleweke kwa kuongea kwa maneno, na ndiyo maana sisi tayari kupitia kituo chetu cha Yendele tunafanya mafunzo kwa wakulima mashambani. Mkuu wa Mkoa wa Mtwara Brigadier Generali Marco Ganuti amefungua rasmi mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu katika msimu wa kilimo wa mwaka 2022-2023 ili kuwezesha kuongeza uzalishaji wa korosho kama tukifata kilimo chenye tija. Na tunapofanya tunaposema hivyo kilimo chenye tija, hatudharau kazi iliyofanyika kipindi chote Tumefika hapa tulipo kwa kazi kubwa ambayo wazee wetu mmetuongoza kuifanya, tunaithamini, tunaishukuru, tunaipongeza, lakini kila siku tuna nafasi ya kufanya maboresho pale tupokuwa jana, tukasonge mbele tutakapokutana mwakani kufanya tathmini. Nataka kuona uzalishaji mkubwa wa korosho umepanda, angalau mkoa tuongelee kwenye tani angalau laki mbili kwa kupitia kilimo bora na kilimo chenye tija, wakati tukijipanga katika mipango ya muda wa kati wa kuanzisha mashamba makubwa ya kilimo cha pamoja block farming katika halmashauri zetu. Na leo hii nilikuwa nimesaini barua kule kwenye wilaya zetu zote kutenga maeneo makubwa ya kilimo angalau weka elfu tano kwa kila halmashauri kwa ajili ya kuanza kilimo kikubwa cha zao la korosho kisasa kwa pamoja, na hasa vijana wetu tukiwakusudia vijana waingie kwa kasi zaidi katika zao la korosho. Kwa hiyo niwaombe sana, tutumie utulivu huu katika dira sasa ya kupata uzalishaji mkubwa zaidi wa korosho. Katika kipindi cha muda mfupi, wazo ni kuwa angalau tani laki mbili na ishirini, na kama ambavyo mmeona tandaimba hapa, lengo lilikuwa tani kama elfu sitini, elfu hamsini, mkapata tani elfu thelathini na sita kitu. Tukifanya kilimo chenye tija vizuri, tunaweza tukafikia malengo ya wilaya, malengo ya mkoa na malengo ya taifa katika kipindi cha muda mfupi cha msimu huu tumepewa lengo la tani laki nne kutoka tani laki mbili na nusu ambayo takriban tumezipata mwaka huu kama, kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pungufu ya tani laki moja na nusu Na katika lengo hilo mdao mkubwa wa lengo hilo ni mkoa huu wa Mtwara, na bila kificho, bila kujificha tuko tayari kutoka hadharani kupambana na target hiyo, na ndio, ndio, ndio kisa hasa cha kuwepo leo hapa kwa ajili ya kupata mafunzo ya kilimo chenye tija, ikiwemo swala zima la, la upuliziaji sahihi wa mikorosho yetu. Tunaamini kwa kufanya hivyo, tunaweza tukapata mazao tunayostahili lengo letu. Kwa nini uzinduzi huu unafanyika? Lengo letu ni kuhakikisha maafisa ugani wanapeleka elimu hii kwa wakulima kwa wakati ili tuweze kuongeza uzalishaji kutoka tani laki mbili na thelathini na sita tulizonazo sasa ili tufikie tani laki nne mwishoni mwa msimu wa mwaka huu. Sasa ili tuweze kufikia hayo malengo ni lazima upuliziaji sahihi, elimu hii ya upuliziaji sahihi, mafunzo yaendeshwe kwa wakulima wote katika maeneo yote yanayolima korosho Tanzania. Tumeamua kuanza na, na Nyanga kwa sababu ni sehemu ambayo ina facility kwa maana pale ni kituo cha tayari, wakulima wana uelewa wa kutosha. Kwa hiyo tulifikiri ni vema uzinduzi huu ukafanyikia pale na nyanga, wilaya ya Tandaimba, mkoa wa Mtwara. Lakini kutokea pale sasa tunakwenda kutawanyika maeneo yote yanayolima korosho Tanzania. Kama mnavyojua mwaka huu serikali ime, imetoa pembejeo bure kwa wakulima wa korosho. Kwanza nichukue fursa hii kumshukuru sana mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa pembejeo hizi lakini pia nimshukuru kiongozi wangu Waziri wa Kilimo Mheshimiwa Bashe kwa usimamizi katika jambo hili, kwa baada ya serikali kutoa pembejeo. Kama mnavyojua mwaka huu pembejeo ambazo tumezipanga kuzipata kwenye viuatilifu vya maji tukawa tume tunahitaji tegemea kupata lita milioni moja na laki tano. Na mpaka tunavyoongea sasa hivi tumeshapata lita milioni moja laki moja, tisini na nne. Sasa na asilimia themanini ya viuatilifu vya maji na kwenye upande wa salfa, mpaka kufika mwisho wa mwezi wa tano tutakuwa na takriban tani elfu kumi na tatu na mia moja ambazo ni zaidi ya asilimia hamsini na tano tunapokwenda kutaka kutumia hizi pembejeo. Kabla hatujaanza kuanza kusambaza hizi pembejeo, tunataka kuwe na mafunzo ya kutosheleza kwa maafisa ugani pamoja na wapuliziaji. Lengo letu ni kwamba tunapokwenda kugawa hizi pembejeo ziweze kuleta matokeo, kwa sababu kama tutagawa pembejeo lakini zisipotumia kwa ufasaha, hatutapata matokeo. Kwa lengo la uzinduzi wa mafunzo haya na kuanza kwa mafunzo haya ambayo watafanyika nchi nzima, ambapo wapuliziaji na maafisa ugani na wakulima watafundishwa, lengo letu ni kwamba hawa wakulima wawe na uelewa wa kutosha wa namna ya kutumia viuatilifu, kwa maana tumia viuatilifu kwa namna gani, wakati gani, na kwa kiasi gani. Lakini tunapoongelea hili, lengo letu ni nini? pamoja na kuongeza uzalishaji kuongeza tija, kwa sababu tunajua kama wakulima watatumia viuatilifu vipasavyo tutaweza kuongeza tija miongoni mwa wakulima. Kama mnavyofahamu sasa hivi, tija ya wakulima wetu Tanzania bado iko chini sana. Ni takribani kilo tano mpaka kilo tisa kwa mti kwa mwaka. Tunataka tuiongeze, ifike angalau kilo 15, kilo 25 kwa mti kwa mwaka. Kwa pamoja na kuongeza tija pia, tunataka tuongeze kupitia kuongeza tija, tuweze kuongeza uzalishaji. Lakini tukiongeza uzalishaji kwa pande mwingine pia tutaimarisha masoko ya korosho kwa maana kwamba tukiwa na uzalishaji mkubwa tutapata wanunuzi wengi zaidi ambao watapenda kuja Tanzania kuja kununua korosho. Moja wapo ya changamoto ambayo sasa tutapata wanunuzi wengi tutapata wanunuzi, lakini bado naweza kuja wanunuzi wengi zaidi kama tutakuwa na kiasi kikubwa zaidi cha cha uzalishaji. Lakini pia katika lengo hili la kuongeza uzalishaji, lengo letu ni kwamba tuweze kupata korosho za kutosha kuuza korosho gafi na kulima kujipatia kipato, lakini pia kwa wakati huo tunataka tuongeze ubanguaji wa korosho hapa nchini kuna takribani viwanda zaidi ya 45 ambavyo vinahitaji malighafi ya korosho kwa ajili ya kubangua hapa nchini. Njia pekee ya kuwezesha viwanda vyetu vya ndani kupata malighafi ya kutosha ni pamoja na kuwa na uzalishaji wa kutosha. Katika mafunzo hayo yanayotolewa na watafiti wa kilimo kutoka TARI kituo cha Naliendele, wakulima wataelewa mbinu mbalimbali za kuyatambua magonjwa na namna ya kuyadhibiti Zingine zinafanana au unaweza kutofautisha kwamba hivi dalili za mashambulizi ni nini, ni wadudu haribivu au gonjwa. Sasa chukuli tu mfano kama hapa hapa nilipo, huu mkorosho, ukiangalia hapa, haya majani yamekauka, huko njani yamekauka, hii sasa ukaukaji wa jani hili hapa, au lile kauka, hii hapa, huu ni ugonjwa unaitwa wa blight. Ugonjwa unaitwa blight, lakini ukienda kitabu kingine hiki hapa kimekauka, au tuseme, ngoja ni vunje hii hapa, hii nayo imekauka. Sasa ukilinganisha hapa, yote imekauka, yani ile imekauka na ile imekauka, lakini sasa hizi ni shida mbili tofauti. Haya ni mashambulizi ya wadudu wanaita mbu wa mikorosho. Akisha fyonza huku nchani, huku inatokea hiki ki, kitawi hiki huwa kinakauka kurudi nyuma na jani itakauka, lakini baadaye unakuta hiki kitawi hapo kinakauka. Haya ni mashambulizi ya wadudu wanaita mbu wa mikorosho lakini mashambulizi haya si ya mvua mikorosho. Unakuta hapa ni jani tu limeungua, tena jani changa linaungua kama ilivyo kule inavyoonesha, na huku unakuta majani machanga yameungua. Na hapa ni kwamba hapa sasa sio changa, liliungua likiwa changa sasa, kwa sababu limekomaa, lakini kwa kawaida ni shambulizi sema la majani laini kama hayo. Na hapa ilishambuliwa hivyo na ugonjwa blight, mpaka majani mengine yamepukutika, lakini tofauti ni kwamba ukilinganisha hapa kitawi hiki hakikauki, hiki hakijakauka, hiki kimekauka. Sasa ukaukaji huu hapa nao, na, na, nataka kulinganisha a hizi mbili ni kwamba hapa bado pako pabichi, lakini hapa mmekauka. Sasa mashambulizi ni tofauti kabisa. Mkulima anaweza kufika shambani kukuta majani yamekauka, akapulize kitu ambacho sicho. Sasa hiki ni kiuatilifu ambacho kitakewe, kit, hiki hapa itabidi itibiwe kwa kiuatilifu cha kupambana na ugonjwa wa blight, lakini hii hapa nimesema sio blight. Cha kwanza kabisa itabidi apulizie viuatilifu vya kupambana na wadudu waharibifu wanaitwa mbu wa mikorosho. Usipodhibiti wale, akiendelea mdudu kufyonza hapa, anatoboa na toboa, baada ya kufika mahali hapa na pana kauka. Sasa mkulima sasa anaweza kufika shambani kwake akakuta hata kitabu kama hiki, akasema mimi nimekuta shambani kwangu kuna ugonjwa wa blight, ya pambana hii sio blight, akapiga dawa. Yaani hiki kinakauka kutoka mbele kurudi nyuma kina, kufa kurudi nyuma yani, inaweza ikaendelea sana hiki kikakauka mpaka kokote mtu anakuta umekauka, kitabu chake chote. Na miti kama kuta maeneo mengi wadudu wameshambulia sana muda mrefu, tunaita ugonjwa wa dieback, lakini kilichoanzia sio ule ugonjwa, ni mashambulizi ya wadudu haribifu wanaitwa mbu mikorosho. Sasa kwa nini nimeonyesha muda mrefu kusisitiza pale? Kunakuwa na umuhimu wa kulima kufahamu ni madhara haya yalitokea yanatokana na nini? Je, ni ugonjwa au mdudu mharibifu? Ndipo tutakuweza kusasa kuamua sasa nipulizie kiuatilifu cha aina gani. Sasa kwa kulenga na kufahamu hilo, sisi ndio maana sisi eh, TARI kupitia kituo cha Naliendele tunatoa mafunzo kwa wakulima mashambani na kuonesha vitu kama dalili zake, kwamba hiki hapa haya hapa ni matokeo ya mashambulizi ya ugonjwa unaoitwa blight. Ukichukua mfano mwingine, unasema haya sio mashambulizi ya ugonjwa wa blight, bali ni mashambulizi yaliyotokana na mdudu anaitwa mbu wa mikorosho, lakini pia hata mbu wa minazi anaweza kusababisha hiki kitu. Sasa afanyeje basi? Adhibiti mvu wa mikorosho kwa kupulizia kiatilifu kinachodhibiti mvu wa mikorosho, ili hali kama hii isitokee. Akipulizia kiatilifu ambacho kinadhibiti ugonjwa huu, hutaweza kudhibiti shida hii hapa. Ni kwamba sasa itakuwa ukipulizia kiatilifu ambacho kinatakiwa kuondoa tatizo hili hapa, ukaenda kupulizia kule, ni kwamba ni sawa na dawa ya malaria umetumia kwa ajili ya kutaka kupambana na minyoo. kwa hiyo ni muhimu sasa wakulima kutumia viuatilifu ambavyo vinalenga kuondoa tatizo husika. ili kufanikisha yale, ndio maana nasisitiza kwamba sisi tunapenda haya mambo tunayoongelea kufanya na wakulima. Ndio maana tunakuwa na fursa ya kutoa mafunzo inayohusu matumizi sahihi ya viuatilifu na nadhani hata wale ambao pengine hawajashiriki kwenye mafunzo haya ambayo tunaendelea siku zote, kwa kutoa mifano hii niliyotoa hapa, wameweza kuona kabisa kwamba kuna tofauti kubwa kabisa, au pengine wengine ni kwa sababu wafahamu kwamba tofauti ikoje. Nasisitiza kwamba tofauti hii hapa, haya ni mashambulizi ya wadudu waharibifu wanaitwa mbu wa mikorosho. Kuna viuatilifu maalum vya kudhibiti mbu wa mikorosho ili hali isifikie, lakini haya ni mashambulizi yanayotokana na ugonjwa unaitwa ugonjwa wa blight. Kuna kiwatilifu maalum cha kudhibiti ugonjwa wa blight, lakini pia kuna mbegu ambazo zinavumilia ugonjwa huu wa blight. Sasa ni lazima wakulima watumie matumizi sahihi ya viwatilifu, kwa maana ya kiwatilifu kipi kinatakiwa kudhibiti ugonjwa upi au mdudu yupi, lakini ni kiasi gani anatakiwa atumie? Kama ni kuchanganya kwenye maji, ni kiasi gani kuchanganya kwenye maji, kwenye lita moja uchanganya ni kiasi gani kwenye lita kumi na mbili uchanganya kiasi gani ili upate dozi ambayo ni sahihi. Lakini ukiweka kiasi kingi, inawezekana ukasababisha maua au majani kuungua au kubabuka kwa sababu ya dozi ni kubwa. Ni kama binadamu ambavyo utakuwa umekunywa vidonge vingi vya malaria, inaweza kuzuru ukaumia kiafya, au mtu pengine hata kapoteza maisha. Vivyo hivyo ni sawa na mtu ambaye anatakiwa atibiwe malaria akanywa vidonge vichache au dozi ndogo kuliko ilivyotakiwa, atatengeneza usugu wa vile vimelea vinaleta vinasababisha ule ugonjwa. Hivyo hivyo hata kwenye korosho ukitumia kiuatilifu kidogo kuliko inavyotakiwa, unaweza kusababisha usugu wa vimelea vinasababisha ule ugonjwa, na hatimaye kitu kosa huwezi kutibika kwa ile kiuatilifu cha kutumia. Sasa hizi ni, ni, ni, ni, ni, ni sehemu mbili. Kwanza kiwatilifu sahihi kinachohusu ugonjwa au wadudu fulani kiwe kinachohusika na ile, lakini la pili kiwango kinachotakiwa kutumika kiwe kiasi gani, isizidishwe wala isipungue. Sasa mkulima atajuaje aina gani ya ugonjwa gani? Ni dalili mbalimbali mbali, ambazo tunaelekeza, lakini kuna sababu nyingine ya tatu. Inawezekana sasa kiwatilifu ulichotaka kutumia ni chenyewe kabisa kinahusu blight, kinahusu kudhibiti mbu wa mikorosho, na kiwango ulichochanganya ni kile kile, kiko sahihi kinachotakiwa kuchanganya kudhibiti blight, kudhibiti labda buriunga, kudhibiti luharibifu kama mbu wa mikorosho, kiko sawa kabisa. Lakini sasa kuna shida nyingine inajitokeza. Umeambiwa upulizie baada ya siku kumi na nne au ishirini na moja. Ako kutegemea hali ya mazingira unavyoona kule shambani. Sasa, mkulima au mwenye shamba lake anaamua sasa kwa sababu baada siku kumi na nne atakuwa sipo. Ngoja tu nipige leo. Unatakiwa ufulize baada siku kumi na nne au ishirini na moja. Unaamua sasa, sasa wiki ijayo ile nitakuwa niko safarini. Sasa ngoja nipulizie leo na dozi ya sitakuwa imetimia. Na mwembe kwamba ekari moja mti moja upate kiasi fulani au uchanganye kiasi fulani. Sasa kwa kufanya vile ni sawa kabisa. Nirudi kwenye binadamu, ni sawa na binadamu. Sasa umeambiwa unywe vidonge vitatu mara moja baada ya masaa manane kwa mfano. Sasa unaamua sasa, kwa sababu kesho nitakuwa na shughuli mahala au nitasafiri, ngoje ninywe, ngoje ninywe leo kabisa, kwa sababu kesho nitakuwa busy au niko mahala fulani. Kwa hiyo utakunywa dozi ambayo au kiasi ambacho ni sahihi, lakini umerudia baada muda gani, sio sahihi. Kwa hiyo utakuwa ume overdose kwa sababu kile ulichoambiwa unywe leo, alafu unywe baada ya masaa manane, hakijaisha cha sasa hivi hakijaisha, umepiga kingine kabla ile kicha kwanza kufikia mwisho wake. Kwa hiyo ni kama umekunywa mara zaidi, zaidi ya inachotakiwa. Kwa hiyo hata wakulima pia, iwe ni korosho, iwe ni ufuta, iwe zaugani bado ni lini urudie baada ya kiuatilifu kupulizia inasisitizwa na, na, na, na hivyo maafisa kilimo ambao wamepata mafunzo katika msimu huu watatumia mafunzo hayo kuwafundisha wakulima katika maeneo yao baadhi ya wakulima waliofundishwa katika uzinduzi huu wanasema wanategemea kuongeza uzalishaji kutokana na mafunzo aliyoyapata. Tumepewa siku saba za kuwafundisha wakulima namna ya kuzitumia hivi viuatilifu, naimani kabisa katika, katika kata yangu nitaweza kuwasimamia wakulima kwa kuwaelekeza matumizi sahihi ya viuatilifu kwa maana ya vipimo, uvaaji wa protective gears jinsi gani mimi na wao, jinsi tutakavyoshirikiana ili kuweza kuhakikisha kuwa tasnia ya korosho inasonga mbele. Wakulima ili tuweze kushirikiana wote kwa pamoja katika zoezi hili, kwa maana wakulima wasio wanatumia viuatilifu bila kupata ushauri kutoka kwa wataalamu. Nashukuru kwa uzinduzi huu uliofanyika kwetu sisi maafisa kilimo, lakini na maopereta pia, kuzindua upuliziaji au utumiaji sahihi wa viuatilifu. Tunashukuru serikali yetu kwa kuandaa hii programu. Kwa kweli, mpango huu ni mzuri na sisi kama maafisa kilimo tumepokea vizuri, ili tunaporudi nyumbani, tuwashauri wakulima wetu matumizi sahihi ya viuatilifu na yaliyo salama. Yaani, tunaposema matumizi sahihi ya viuatilifu ni pale mkulima anapofuata awamu zile za upuliziaji lakini tunaposema matumizi salama ni pale mkulima anapohitajika kuvaa zile nguo zinazosaidia kumkinga na vile viuatilifu anavyotumia. Na tunahakikisha kama sisi maafisa wa kilimo tulivyopata elimu hii tutafikisha kwa wakulima ipasavyo, kwa sababu tuna zile siku saba za kuwapatia wakulima maelekezo kama tuliyoyapata huku. Kwa hiyo mimi, huko nyuma, wakati naenda kutumia hivi viuatilifu nilikuwa natumia sulfur mwanzo mwisho, lakini baada ya TARI kuanza kutoa elimu imefikia pahala sasa naanza na, na dawa ya maji nafuatia na hiyo salfa. Kwa hiyo mazao yameongezeka kutoka tani moja na nusu ambayo nilikuwa navuna mpaka kufika tani tano sasa hivi. Kwa hiyo haya mafunzo ambayo yanakuja kwetu na viuatilifu ambavyo tunaletewa awamu hii sisi tutanufaika sana, sio mimi tu na wenzangu, kwa sababu hii elimu tutaendelea kupeana kadri jinsi tunavyoelekea kwenye uzalishaji wa zao hili la korosho, uzalishaji nina imani utaongezeka kwa sababu elimu maadamu tumeipata na tangu kipindi hicho kupitia TARI kama nilivyozungumzia mwanzo, pamoja na kituo hiki ambapo leo hii tupo. Kwa hiyo elimu hii tunaitumia kwa uhakika mno na tumekuwa mawakala ndani ya wilaya ama ndani ya mkoa huu na hata nje ya mkoa, kwa wakulima wenzetu pia kuwafundisha, kutokana na elimu ambayo tumeichukua kutoka kwenye kituo hiki ambacho kiko ti chini ya tali na liendele. Mafunzo ya kilimo bora cha zao la korosho yamekuwa yakiwasaidia kupambana na magonjwa na visumbufu katika zao la korosho. Mtazamaji, Mwaka huu wa elfu mbili na ishirini na mbili watanzania wote tunakwenda kuhesabiwa. Sensa inasaidia kujua idadi ya wa watanzania na kurahisisha mipango ya serikali katika kupanga matumizi na mgawanyo wa rasilimali. Tarehe 23 mwezi wa nane watanzania wote tujitokeze ili tuhesabiwe. Mtazamaji